Uh, kabla kujaanza interview ni nipate time ya kusikiza goma lako la shemeji. Bana ni goma fulani ambalo singeli fulani nimepoa alafu ukiangalia sound uh, kuna sampling ya mnanda. So hapo tu mwanetu amepiga mpaka ama piano. Nikaambia na bongo flavor nikasema sauni msiba mkubwa kabisa. Uh, ni kipaji kikubwa unajua ulichokuwa nacho. Unawezaje kuswitch kufanya bongo flavor ama piano, na singeli? Uh, mi naamini mwanangu, kipaji kipaji tuna uga nikisikia beat basi huwa anapata mizuka anafanya kile chochote ambacho biti inataka, na ndio maana anafanya kila style kama hii. Biti saizi ya ngoma ya shemeji, mchiriku si mchiriku, tunaweza kusema sijui singeli, sio singeli. Hii ni biti bwana. Alinipa mdogo wangu Juri, MC Juri aliniambia, blaza, kuna biti moja kari sana, ya singeli, kama singeli mchiriku, sio mchiriku. Najua blaza unakaa, naomba nikusikilizishe hiyo biti. Kweli bwana, nilivyosikia rebit na mwanangu naro producer pale kwa Mbezi nikaona sio kitu, acha tufanye kitu, ndio hivi nimefanya umzigo wa shemeji. na umeandika mwenyewe kila kitu? yeah, nimeandika mwenyewe ila, mdogo wangu kuna vitu kidogo li support ndani ya msijuri. yeah. hata kwenye uandishi fresh tunaua yeah. hadi kwenye uandishi naua mzee yeah. vizuri tu, na mimi kusema na ngoma yetu ya mapiano ambayo tulifanya na uwezo nadhani, yeah, uwezo, ile ngoma bwana yeah, nilifanya kipindi fulani muda muda tu kidogo, sema nilivyofanya ile ngoma nikashindwa kuisimamia ki, kimtindo hivi, kutokana kuna dharura nilipata, nikaweka pending kidogo mziki. Baada ya kurudi sasa, ndo nimerudi kwa staili ya ma madgoma kama ya singeli design, ya mnanda ya, yeah. Sasa uh, kuna kitu ambacho pengine labda mtazamaji atakuwa anataka afahamu. Umefanya bongo flavor, umefanya mapiano na this time around tumeingia na singeli kwa upande wako sasa, ni mziki gani ambao unataka kuchagua uendelee nao? Ni singeli ambayo tumetoa hii mara ya mwisho, ama utaendelea kubadilika hivyo hivyo? Bwana mzee mwenzangu, mi saa hizi nimeamua ni stick kwenye singeli, yani dai, bwana, ni singeli. E, mazima nimeingia kwenye singeli e, na naomba wanangu wa singeli wanipokee. Yeah, nipo nao, nao nipo nao bene bene. Nimetoka kwenye flavor nimeingia kwenye singeli. Kwa hiyo wanangu wa singeli, pamoja sana.